Wapiganaji wa Wagner kule kutoka Urusi wameondoka Mali, na nafasi yao kuchukuliwa na vikosi maalum Africa Corps pia kutoka Urusi ambavyo vinapiga kambi barani Afrika na hivyo kushirikiana na serikali mbalimbali. Undani wa taarifa hii na Victor Abuso. Taarifa za kidiplomasia na za kiusalama zimethibitisha kuondoka kabisa kwa Wagner kutoka nchini Mali na sasa vikosi maalum ambavyo vinaungwa mkono na serikali ya Urusi vimechukua nafasi yao. Ujumbe wa Wagner kwenye mtandao wa Telegram umeeleza kuwa kikosi hicho kimemaliza kazi yake nchini Mali na sasa kinarejea nyumbani. Uongozi wa kijeshi nchini Mali uliochukua madaraka mwaka 2020 na 2021 haujawahi kukiri kuwepo kwa kundi hilo, lakini umekuwa kwenye ushirikiano wa karibu wa kiusalama na kisiasa na serikali ya Urusi. Baada ya kuondoka kwa Wagner, vikosi maalum vya Africa Corps vinaripotiwa kupiga kambi kaskazini mwa Mali na jiji kuu Bamako, kusaidia wanajeshi wa nchi hiyo kupambana na wanajihadi.